Yeah, alishirikia hapo unaona sasa, amekuwa wazimu sasa, sina mm -hmm. Mi naitangwa Joshua, na mi najua 100% ni mtumishi wa Mungu, na kila kitu inakuanga na boundary yake, mipaka yake. Yesu angekuja mara moja na aseme nimemkogwa mwanadamu, bwana akuvanya hivyo. Kwa nini alitumia prosinda Yesu alipokuja duniani, jambo la kwanza alizaliwa kama mwanadamu wa kawaida, na akazaliwa katika oli la ng'ombe. Si angekuja mara moja kama? Maana Mungu wetu ni mtaratibu. Nataka unisikie vizuri, najua naona kama hatuelewani. Mungu wetu ni mtaratibu na anafuata Naye Mungu anakuanga na Mungu anakuanga na 95% kwa mwanadamu na mwanadamu anakuanga na 5%, na Mungu anaheshimu uamuzi wa mwanadamu, na ndio aliweka njia mbili, mwanadamu atangue yenye anataka. Ukitaka kuchukua uovu kuvuta uovu, wewe vuta uovu, lakini katika hiyo maovu kuna malipo yake. Ukitaka kuvuta uzuri, vuta uzuri, katika mazuri kuna ma, kuna nini yake. Sasa hiyo si unaona sasa kila mtu atalipwa na kulingana na ile njia amepitia. Saa hii huko wamekasirika kusimu aahsh wame hawa hawezi kuwa wanadamu akawaita kama sisi. Ni kama tu venye Fredia, alikuwa kuna maangano wamefanya ili wafanya nini, wakue huko waingie huko, wanataka huko wakae huko. Maana uwezi kaa huko baharini ndani ya bahari kama wewe ni mwanadamu wa kawaida. Uwezi kaa. Uwezi tumikia mganga kama hakuna ila maagano umefanya. Kikwetu watu wanasema kuna ile kuchinjwa. Sisi hakuna vita tunaweza fuja hiyo maagano na maombi. Siuombe. Siuombe. Nimeomba usiku mzima. Wewe unanichokesha na kuniambia sasa niombe, hata siombi. Wewe omba. Ndio unaweza omba. Hiyo ndio shida. Nimeomba usiku mzima. Wewe umeona nikilala?

ile kasi ilituleta huku naona tumefika katikati, ndio tumefika katikati ya ile kasi ilituleta huku, and uh, siku zangu zinaendelea kuisha na mimi, wacha niseme hivi, maybe utanichukulia vibaya ama mtu mwingine atanichukulia vibaya, but uh, si unajua kuna mali inafikanga ina sasa Sitaki kujua ni nini mtu atasema kunihusu ama nini. I think huruma tuliacha Nairobi, nakuanga estate wale Nairobi hapo hapo <coughs> <coughs> so we are not going to tolerate any kind of huruma hapa, unaona, kwa sababu tukiendelea hivi au watu wakue hivi, hii ni baadaye. Sahi tungekuwa pale, tunaenda kutafuta wale wengine na mimi nilikwambia tukiwa na baden kama hii tutavamiwa na wale watu watatoka pa. Tumekuwa na wewe, jana ulisikia vile wale walikuwa na demand pesa mingi pale, ni watu saidie pale. So before tufanye hiyo kitu, tunaweza jipanga vizuri, unaona, kwa sababu mimi naona Mungu ndiye anatuongoza kila siku hapa. Sisi hatuwezi. Hata hiyo bunduki hakuna kitu inawezaweza kama sio Mungu. Kama sio Mungu. Hakuna. Hata ile maombi tunaomba hapa kama sio Mungu, hiyo kama sio Mungu kujibu masomini maombi zetu. Hakuna kitu tunaweza fanya. So ile kitu nilikuwa naomba. Hmm? Ha, watu wametoka kwa familia yao. Si wako ni walo, wale watu wako na familia yao. Yes. Tupe namba, tuwapigie simu waone vile watafanya. Kama kuna ile kitu inatakikana wagaramikie hiyo kitu.

Yeah. Tutafuta watu wa kwao waendelee, eh, hakuna ile njia nyingine. Tuna kama ume, umeza mtoto leo, yenye mtoto aiziketi pale ausifanya kazi yako, lazima uangalie mtoto. Hebu toa hiyo, asinjinyonge na hiyo kitu. Toa hiyo hiyo, nini hiyo? Ndio ile kitu nataka sasa, senior Wachana na yeye. Si wewe amke pia na wewe. Wachana na yeye. ah, ah, ah, ah, ah, na yeye. Ah, na wao <w882> Ona aji lia hapo. <laughs> Wewe, atau, jinga, wewe. Ee jinga, jiga ee chomeke aja Wewe. Wewe, wewe, wewe, wewe, <laughs> <laughs> wewe. Hey. Ni Ni Kuvia hapo. Kanyonge yako Wewe. Kalia hapo. Leta simu tupige watu wao wachukue mzigo wao waende. Eh, wacha nisaidie. Eh? Eh, wacha, eh, ninyonge huyu. Mimi mimi si chukua chukua chukua chukua chukua nini? Ah. Chukua simu. Hapo hapo hapo chini, chini, chini. Nyumbani wapi? Wapi? Aje, utawapeleka wapi? Tabiri kwa wapi? Huyo ameishiwa nguru. Pasta ulisema ni kiumu. Itakuwa kama wao. Wewe utakuwa utakuwa wazimu. Uchunge kwa siku 10. Chunge kwa siku 10. Chunge kwa siku 10. Wacha huyo alale huko. Oh, ibe ibe tu na. Angia chini. Angia chini. Kuja hapa. Naongea hapo chini. Tunaongea hapo juu. Na mfunge sawa hivi. Unajua unacheza na nani wewe? Unacheza na nani hapa wewe? Hai. Mpiga nini hapo? Mpiga, mpiga muue. Huyo ni wenyu. Hahaha. Mimi hii kazi zitawezana nayo hii ya ujinga ya nini yi... ya... Ya, ya ya no, nalenamba tupigie watu wao waende huko. Ah, hukoziziotolea sadaka. Mimi ndakasirika nitaua ha, moja hapa sitaki hiyo ujinga hii. Sasa mimi nasikia kurudi. Kuna kazi mingi za kufanya huko. Mm. Pigane wenyewe um -hmm. Kwa wenyewe huko. Unajua kikuuma atakuwa anagana kuzungumzia hizo hizo mzinga. Hizo mambo machawi ya kwao. Sini ameumwa? Si ameumwa, ni kama ameumwa. Na unajua tu umatakuwa wazimu. Sasa tutakuwa na wazimu wote, sijui. Hebu angalia. Ni angalia kama ameumwa. Tutakuwa na wazimu zote hapa. Hata huyo sio kama ni kama alimuuma huyo. Eh, ameumwa huyo madamu ameumwa. Ameumwa? Na nani? Acha ambe. Pasta, pasta, pasta. Yeah.

Usiue. Simuue. Huyu amekunya Biblia, ile ya kulala, laleni laleni. Onda, onda ya kulala kwa jina la Yesu, hapa.

Hiyo ni pesa inatolewa kwa dhambi inatolewa. Na itatoa itaenda wapi? Hata kama tutarudisha kwa mbalini, mali tutajua vile Mungu atanena. Tutaomba Mungu atanena vile itafanywa. Kwanza kwa kuwe sawa. Mimi sitawezana na hii sinia. Unajua kwanza ule alisema alitoa kafara ya 500,000. Sasa, watu wao pige simu kama sio hivyo Nimekwambia huruma imebaki wapi? Fikia watu wa hasini. Imebaki huko. Hatudashindia hapa kitu moja ni tunafaa kuokoa wale watu wale wengi. Uwaje hapo kuja ukute wamechukuliwa tena wameenda. Hao watu wakisha kuwa sawa, tashindia kwa gari kila mtu aende kwao. Utaenda yes, aje? upate zimekuwa masaa ya kulala ikiisha. Si eti hivyo wameoana hapa. Unaenda kuandikisha statement kusema aje? Na hawawezi enda nyumbani huko. Sasa kama hujui watu wao, wajua wewe ndio mwajira wake. Kwa wake, si ndio anasumbua watu na mauchawi. Hmm? Naona vile wamenigwaragwara hapa. Chunga. Sasa hiyo unjio ukiuma utakuwa utakuwa wazimu. Lakini hawa jamii uh -huh. <coughs> sini hapa. Hakuna, hakuna hakuna hakuna. Hakuna njia nyingine. Hivyo kwa sababu Maka ule madam. Madam, Sikia. Sikia. Kwanza huyo madam si unaona vile anakaa hapo usara vile. Zombie. Si unaona? Unajua anafanya hivi. Ile ile, uko na wewe wenyewe. Unaona huyo? Alikuwa nje. Huyo alikuwa nje.

Vanya, kazi. Sasa, ebu niwaulize ni kama kama huyu mama zile video alikuwa amesema. Sasa nani atakuwa na, na, na gharamikia huyu mama, kama hii hiyo elfu mia tano alikuwa ametoa, utatoa wapi? Acha nikwambie kitu moja, tumewatafuta, tumewapata, si ndio? Ujue in case of anything we are responsible. Iyo ndio mwanzo, lakini ujue hiyo

Hakuna kitu ya kuambia mafansi hapa, hawa ndio watatuonesha Bravo, wanajua mahali Bravo ako. Eh, ah, mm, si, si, wanajua. si, wanajua. si, wanajua. si mtu wake. hata si wa. yes, si wanajua mahali magumu ako. Mimi hata kama sahii ningeona mavingumu ningemuua. Kwani sahii nikiuliza nini mpisi kwenye huko, kwani ajui? Mm, ajui, si anajua? Ah. Ngalia huyu, anakuambia alitolewa mia tatu. Hizo ni nini ana, ana, ana, ana. Ana hizo <laughs> <hums> <hums> ni zenye ulipeleka hapo, ende uchukue hapo. Kama hizo ulipata, kwa nini hii usipate? Wambie watafute hiyo. Waje kusumbua watu hapa mimi. Mimi, sitaki tuende hivi niende niwaache na hawa watu hapa mimi. Siku zangu zikifika mimi nitaenda, nitawaacha huko. Na mjue mkiwa na hawa watu mtakuwa responsible kwa kila kitu. Najua kwanza ita, hiyo itakuwa the worst. Na sasa mimi pasta, si unisaidie vile nitafanya sasa. Si niandae, pikia watu wao. Tafuta watu wao. Na kaanga aje na watu wenye unajui kwao. Mhm. Sasa nitatafuta watu wao gani na huyu mtu atakana anga wazazi. Sijui mama yake, sijui kulie, sijui nini. Nani? Eh. Huyu. Huyu ananiambia anga sijui yeye alijipata kwa mtu mkubwa, watu wangemeona mama ule. Na yeye mimi hata simjui, nimemjua juzi. Sasa juu wako kwa mkono yako. Sasa welcome, hakuna shortcut. <coughs> tafuta vile utawasaidia waondoke ya tafuta vile utawasaidia waondoke, juu bure tu, hakuna hii hii. Sasa unaona hii, kuna ile nyingine tunasema tu, kuna plan plan B. hii ni plan A, na ni plan A, hakuna B. hii haina plan B. ni wewe unawajua na wasaidi. Unajua, kama wangevile wangekuwa bado wako huko, ingekuwa sawa

<laughs> watuoneshe mbla mahali yako. Mimi nataka bra na mapingumu hao ndio nataka. Nimekuuliza swali mpisa juu kwenye huko? Si anajua na najua akiwa hivyo. Ndio hawa pia wanajua hivyo. So, wajua the women bado tunaendelea kukaa hapa eh? Hmm. Wale watu wanaendelea kujipanga na sasa hivi wajua wametenda ile, ile, ile kitu. Nitafanya hmm, uh, nitajaribu niingie live niongee na mafans na ningeomba tu pia mnisaidie manzi. Ah mimi sitaingia hiyo live. Sababu, mafans naomba tu manzi, tutikali hewe kana huru, tusilipe ubaya na, na mabaya, naomba tu tushikilie hawa vijana tuwaokoe kutoka kwa hii ma, ma, maangano ya Setani My fans najua nyinyi ni watu ambao ni wapenda watu, mli support this mission ndio tuweze kuwaokoa. Msituangushe manze, tusionyeshe shetani tumeshindwa. Naomba tu hiyo dhabihu imesemekana tuwatolei, wasimamie, maybe tukiombea na tuombe na tuende tuwarudishie, ni sawa. Tumetoa mingi sana, hata tunapeleka kwa mlima, tukijaribu hii vita iishe. Na nakumbuka hata nyinyi mafans mliniambia hii nitafanikiwa. Naamani nitaweza kurudi, wakati nitaenda Zanzibar. Mimi sasa niko huku Zanzibar, naenda kama ni kwetu Eh? Yeah. Naomba tu watu wangu, nishikeni mkono kwa hii safari. Imekuwa ni safari ndefu, safari ya kuumiza. Unakataa, nino sita, nino. Safari ya kulia lakini najua guys, you are going to support me. Naomba tu mtu support. Namba ni ile ile tukusanya hiyo pesa, sio mingi guys, najua hii video iko na wa watu 1k watching, can you imagine kila mtu akituma 1000 1000 tumepata, si 100, ni uh, kweli 1 million hata itatusaidia pia kwa hii safari kama inawezekana. My fans msiniaguze this time loud, because pia mimi naomba sana huyu Bravo niweze kumshika, niweze kumuangamiza, tuweze kumumaliza guvu na ndio hata nikirudi Nairobi nikuwe na amani. Mtu kama DCI pia akiwa kazini akuwe na amani, apostle akiwa kanisani anakuwa na amani. Na pia hata vijana wangu wakiwa kwa nyumbani wakuwe na amani. After tumerudi Nairobi tu tutajua kama tuta decide kuwarudisha kazi ama waende, mkisema waende basi mimi nitawasikiza, mkisema wakae basi nitawasikiza. So guys, mimi nawaomba tu maze, mnishike mkono na najua kuna ule mtu anasema kuja live, nitakaa tuone kama kuna vile tutaweza kusaidia hawa vijana, kwa sababu ni kama mission imesimama. It is good to talk the truth, because hatuwezi enda tuwaache vile, tusigeenda niache Frederick ndio tu, hatuwezi enda tuwaache hawa. In fact tungekuwa na uwezo my people, tungewaeka kila mtu rumu yake, kwa sababu hapo wanaweza kuumizana, wanaweza uana, na unajua Setani finally anataka kuwamaliza, because hata tuliona wakitoa kafara walisema Uh, wakati watatoka kwa watauana watajiwa. So guys mi naomba tu manzi, this is Fred Kajarara apostle uh, ameshida kwa maombi. In fact umeshida kwa maombi na mimi nimechoka na kuomba. Tumeomba tumeomba, si kuchoka, lakini nimechoka kuomba mjinga, kuombea mjinga, eh, si nimechoka na kuomba. Unaona, unaona mguu ampiga dole kuomba kitu moja, yeah. kitu moja, ah. Hey, kitu kimoja na ni kitu najua solution ni dhambio

Tuwezi. Tuwezi uwezi, tuwezi. Uwezi. Yeah. Hiyo, hata useme ni nini. Yeah. Hata mimi nitafuatwa kwenye nitaenda mm. kazi yako umet Hata, niki, hata nikienda mbele yenu bado nitakuja kwa sababu mm. hivi na hivi kwa sababu, hawa askari wa huku wanajua tuko huku, kuna wale wamewahi wakatujua, wanajua shida ni kamera, wataki kuingia kwa kamera. So the moment watajua kuna shida gani kama hiyo, wanajua the whole of this thing. Na hatu wakikufia hapa hatuwezi watoa hapa bila askari. Utawatoa aje hapa? So, mimi naona, hata kurudi, mimi ni, isa kwa isa kwa. Guys, mambo iko namna hiyo, tunaomba tu usaidizi wenu. Tusaidie tu tuweze kuwaokoa before it is too late. I think hata kufika masaa ingine t imeisha. Kama uko na uwezo wa kutusupport usituache tuhangaike hata hey. Oh, sisi tuhanga tunatamani tuturudi nyumbani tuendelee na kazi vizuri venye tunaendelea nayo. Support 0707967032. Natakuja pia live. Pia kama uko TZ